Kwa majina naitwa Mohamed Ali Suleman, ni naibu waziri wa elimu katika chuo cha Zanzibar University, lakini pia ni balozi wa vijana uh, ambayo nimepokea mafunzo haya ya O3+ kupitia, uh, UNESCO so, so kwenye kipindi hichi cha siku sita uh, tumepokea mafunzo haya uh, ambayo yalijumuisha masuala mazima ya namna gani ya kuweza uh, kuwasaidia vijana kuhusiana na masuala mazima ya kuhusu sexual education, yani elimu hii ya kijinsia lakini namna gani ya kuweza kutumia ama matumizi sahihi ya fedha namna gani yeah, ya kuweza kujipangilia kwenye masuala mazima ya matumizi ya fedha. Ukiachana na hivyo tu, pia tulijifunza namna gani, uh, changamoto gani ambazo, uh, sisi kama wanafunzi tunazipitia katika maisha haya ya vyuo vikuu na namna gani ama ni hatua gani pia za kuweza kuchukua wakati wa kupambana na kujiweka mbali na zile vichochezi ambavyo vitaweza kusababisha kwa hatua wa moja ama nyingine kujikita kwenye uh, masuala mazima haya maradhi, ya maradhi yanayosababishwa na uh, kujamiiana vingi. Ikiwemo ni pia kujijua kama sisi ni vijana, tuna nafasi gani ama mchango gani katika kukuza uh, uchumi, lakini katika kukuza afya yetu, lakini pia katika kukuza mazingira yetu ambayo yametuzunguka, ikiwemo ni uh, masuala mazima kuhusiana na Adolescence, manake makuzi ya mtu mwenyewe binafsi yanakuaje na namna gani. Kwa sababu kwa nini tumejifunza hivi? Kwa sababu sisi kama ni mabalozi, kwa sababu tumepokea mafunzo haya kupitia physical, manake tunaonana na mwalimu kufunza, lakini wanafunzi ambao watakuja kuendelea baada sisi manake, watasoma kupitia online, sisi tutakuwa kama ni mabalozi ama ni walimu kuwafundisha wale. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo, uh, tumejifunza haya kwa sababu ya kuweza kuwasaidia wale wanafunzi ambao watakwenda kujifunza haya mafunzo haya kupitia online sessions, na kama tunavyojua kwa sasa, umri uh, ambao wa, wanafunzi wanaji, wanajiunga kwa ajili ya kupokea mafunzo ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, ikimaanisha diploma certificate, pamoja degree na master, ni kuanzia umri mdogo, wengine wanakuwa ni miaka 17 na miaka 18, ambao bado wapo katika changamoto zile za kijinsia n wanapitia mabadiliko mbalimbali ambayo wao wenyewe hawawezi ama wanaweza kupata matatizo mbalimbali ambayo yatawasababishia wao kwa hatua moja ama nyingine kujiingiza katika vishawishi mbalimbali.